Uh, karibuni sana King of KingoFarm. Uh, sasa kwenye hii video ya leo hii ninataka niwaelekeze tiba ambazo ni za asili. Kama utazitumia hizi tiba eh, hutokaa tena utumie tiba za dukani kutokana na ubora wake na namna ambavyo zinafanya kazi vizuri kabisa pale ambapo unakuwa umezitumia. Kuna wafugaji wengi sana ambao huwa wanapata mashaka au wasiwasi wa kutumia tiba za asili wakiwa na shida kwamba labda zinaweza zikawa hazifanyi kazi vizuri. Sasa e, kama wewe ni moja ya wafugaji wa aina hii basi sikiliza hii video. Na hizi tiba ambazo nitakutajia humu, ah, nenda kawajaribie tu kuku wako, ukipata matokeo nadhani utajenga imani kubwa sana na tiba za asili. Ah, hizi tiba ambazo ninakutajia kwenye hii video ni tiba ambazo sisi pia tumezitumia na zimetusaidia mara ni zaidi ya mara moja. Kwa hiyo ninawaletea kitu ambacho tumeshakifanyia tafiti hapa shambani kwetu. Hao kuku ambao unaona hapa, sisi waga tunawatibia kwa tiba za asili ee. Na hizi tiba za asili ukitaka kuzipata kwa wingi zaidi, zipo kwenye kitabu chetu cha tiba za asili. Tunacho kitabu ambacho kina tiba bora kabisa, e, ee, kinakuelekeza namna ambavyo unaweza ukatumia ee, vitu ambavyo vinakuzunguka wewe, kwa mfano majani ya mpapai, majani ya rovela kuna limau, zote hizo ni tiba za kuatibia kuku vizuri kabisa. Kwa hiyo hichi kitabu kitakuelekeza vizuri sana namna ambavyo unaweza kutumia hizo tiba. Kitabu kinapatikana ni, e, soft copy na tunakutumia kwa njia ya WhatsApp kwa shilingi elfu kumi. Ni shilingi elfu kumi, namba ambayo unaiona hapo juu, basi utupigie au tutafute WhatsApp ili tuweze kukuuzia hichi kitabu. Mchanganyo ambao utautumia na huwa tunautumia sana kama antibiotic kwa ajili ya vifaranga ni tangawizi, lakini pia utakuwa na kitunguu saumu, lakini pia utakuwa na haya manjano au tunasema binzali. Hivi vitu ukivichanganya pamoja, kisha ukampatia kifaranga ambaye labda anakaribia kufa au ana hali mbaya, bila ya kuweka kwenye maji, ukafanya kumlisha, basi mara moja kifaranga huyo huwa anapona hapo hapo vizuri kabisa. Kwa hiyo ni mchanganyo mmoja ambao unatumika kama antibiotic kwa ajili ya vifaranga, na utawaokoa vifaranga wako vizuri kabisa. Ukitumia hii tiba, ninayo uhakika kabisa haina haja kabisa ya kutumia tiba za dukani, na sidhani kama kuna tiba ya dukani ambayo inaweza ikafanya kazi vizuri kama ambavyo huu mchanganyo unafanya kazi vizuri. Kwenye kitabu chetu cha tiba za asili tumeelekeza kabisa vipimo ambavyo unaweza ukatumia kwa ajili ya huu mchanganyo. Kwa hiyo ukijipatia hiki kitabu cha tiba za asili, basi utapata na maelekezo ya vipimo ili uweze kumpatia kuku wako ambaye anakaribia kufa. Mchanganyo um, mwingine ambao hauna gharama yoyote ile, na kama utatumia utakushangaza ni uji, uji huu, uji wa dona. Ukichukua uji wako ukaukoroga vizuri kabisa ukaweka e, sukari ukasubiria ukawa vuguvugu vugu. Ukikuta kuku wako hali, kuna wale kuku ambao wanakuwa wanaumwa sana, anashindwa kula, anashindwa kutembea, amelala, yaani ni kuku fulani mkubwa ambaye anakaribia e, kufa, ukachukua ukamnywesha huu uji vizuri kabisa kwa kutumia bomba la sindano, basi kuku wako baada tu ya dakika tatu, atainuka, ataanza kuchangamka, ataanza kula, yaani ataendelea vizuri kabisa. Ninakwambia, ukitumia huu mchanganyo utakushangaza sana, namna ambavyo utaweza kumwokoa kuku ambaye anakaribia kufa. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa michanganyo ambayo ukiitumia we mwenyewe utakuta nguvu ya hizi tiba za asili ambazo ninazizungumzia hapa. E, nadhani umeshawahi kukutana na huu ugonjwa ambao kuku wanakuwa wamevimba miguu kama hivyo. Ah, nakumbuka nimeshawahi kukutana na, na mfugaji mmoja huku wamevimba miguu, akawa amevimba kama hivi, akajua labda ni ile rafu ambayo ameipiga chini ya banda, kwa hiyo akawa ameitoa yote ile rafu na kuliacha vumbi, akijua hiyo ndio suluhisho. Lakini hili tatizo, kama utatumia, e, hizi ndulele hizi zinaitwa ndulele, unatakiwa unampasua humo ambapo amevimba, unampasua kabisa, unahakikisha damu zimetoka, linatoka kama peke fulani hivi la damu, likitoka hilo peke la damu, kisha unakuja unampaka hizi ndulele kwenye hivyo vidonda, kuku wako atapona vizuri kabisa, atapona vizuri kabisa. Baada ya wiki moja, utamkuta kuku wako anatembea vizuri. Maanake kuku wengi wakiwa na shida kama hiyo, unakuta wanatembea kwa kuchechemea. Kwa hiyo ni muhimu sana e, kutumia hii tiba, na ukitumia hii tiba ninao uhakika kabisa aa, hakuna tiba ya dukani ambayo inatibu tatizo hilo ambalo nimekuonyesha hapo. Kwa hiyo kama utatumia hii tiba ya asili, na uhakika kabisa utazikubali sana tiba za asili. Kwenye kitabu cha asili tumeelekeza vizuri kabisa, hatua kwa hatua, namna ambayo unaweza ukamtibia kuku kwa kutumia ndulele. Pale kuna kipengele kimoja utakutana, tunazungumzia tu kuhusiana na ndulele, jinsi ya kuziandaa na jinsi ya kumtibia kuku na zinatibu magonjwa gani mengine. Kwa hiyo ukiwa na kitabu cha tiba za asili kitakusaidia kulijua hilo kwa undani zaidi. Sasa hili tatizo ni la wafugaji wengi sana, kuku kuvaa makoti. Um, unakuta ukiingia bandani kwako kuna kuku fulani waga wanakaga kwenye kona wamevaa makoti. Kwanza kabisa, shida hapa ni chakula. Na kushauri ununue kitabu cha Safari ya Ufugaji, kitakupa kanuni bora kabisa za kuchanganya chakula, lakini pia utatumia na hii tiba, utahitaji kuwa na kitunguu saumu. Aa, lakini pia majani ya mpapai. Huu mchanganyo wa kitunguu saumu na majani ya mpapai pamoja na chakula bora e, wafugaji wengi wamekuwa wakikimbilia kwenye tiba, yani mtu anakuja kuku wake amevaa makoti, anasema nimtibie kwa dawa gani? Hapo haihitajiki dawa, kinachohitajika cha kwanza ni kubadilisha kile chakula unachompatia kuku, kama unampa pumba tupu au unampa chakula ambacho kanuni kuna kanuni ambazo unachanganya changanya tu lakini hazina virutubisho sahihi na hivyo zinapelekea kuku wako kukosa baadhi ya virutubisho na kupata huo e, ugonjwa wa kuvaa makoti. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni atakao upate kanuni sahihi ambayo ipo kwenye kitabu cha Safari ya Ufugaji. E, ukishawachanganyia kile chakula huku anatumia chakula bora pia ndio utatumia hiyo tiba ya kitungu saumu na au pia ili kupata mbinu sahihi ya kumvua kuku wako makoti unaweza ukatazama video hiyo, ambapo hapo nimeweka huo mkono unaocheza cheza huo, bonyeza hapo, itakupeleka moja kwa moja ukaone hiyo video ambayo itakuelekeza namna ambavyo unaweza ukamvua kuku wako makoti. Hii video naweza nikaisemea kidogo, imewasaidia wafugaji wengi sana ambao walikuwa na hii shida ya kuku wao kuvaa makoti. Aa, sasa ndugu yangu, kuna mafua. Ukiona kuku wako amefikia hii hatua, anavimba macho, alafu ukimfungua ndani anakuwa anatoa kipeke kama hivi, hayo mafua yamefikia hatua mbaya kabisa, yaani yamefikia ya hatua ya mwisho kabisa. Sio kwamba nakutishia, ila ukweli na uhalisia ni kwamba kuyatibu hayo mafua inakuwa ni vigumu sana, ni vigumu sana utatumia e, dawa nyingi sana, utatumia tiba nyingi sana, utamaliza sana pesa kwenye kununua dawa dukani bila ya kuwa na mafanikio. Lakini haya mafua unao uwezo wa kuyatibu. Mafua ya aina hii, ukiona kuku wako amevimba macho, anatoa huu utando mweupe kama ambavyo unaona hivi kwenye picha hapo haya mafua mara nyingi sana huwa tunayatibu kwa kutumia tiba za asili, na wengi sana walikuja na hili tatizo. Sisi KingoFarm tuliwasaidia eh, kwa kuwapatia tiba za asili. E, vile tu ukijiunga na kundi letu la ufugaji la Kingo Farm ni shilingi elfu tano kwa muda wa miezi miwili. Kama unayo hii shida, basi utaweza kuwatibia kuku wako, watapona vizuri kabisa. Lakini pia kwenye kitabu chetu cha tiba za asili kuna kipengele tumeandika kabisa mafua makali e, namna ya kuyatibia yale mafua makali tumeweka pale. Kwa hiyo ukiangalia itakusaidia sana jamani, ni tosha tu kusema kwamba hichi kitabu cha tiba za asili ni muhimu sana kuwa nacho, kwa sababu hiki kitabu ni shilingi elfu kumi tu, tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp. Yawezekana unapoteza gharama nyingi sana zaidi ya hiyo elfu kumi mfano tu E, dawa moja ya mafua tukichukulia ile Tylodox ambayo hata ukiwapa hawa kuku wako wenye mafua ya aina hii hawawezi wakapona hata siku moja, inauzwa elfu kumi na saba mpaka elfu kumi na nane Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi gharama ilivyo kubwa. Hichi kitabu kinauzwa shilingi elfu kumi na kina dawa nyingi, ikiwemo namna ya kutibia kideli, namna ya kutibia ndui, namna ya kutibia Eh, magonjwa kama vile gomboro hayo ni magonjwa nayo kutajiaga, hayatibiwagi na dawa yoyote ile ya dukani. Kwahiyo unaweza ukaona namna ambavyo kitakusaidia. Kwahiyo tutafute kwenye hiyo namba ili tuweze kukuhudumia, tuweze kupatia hicho kitabu cha eh, tiba za asili ukiachana na hicho tunavyo vitabu kama vitatu hivi. Tuna kitabu cha tiba za asili hicho ambacho nimetoka kukielezea, tuna safari ya ufugaji, lakini pia tuna ufugaji wa broila. Ufugaji wa broiler kama wewe unapata hasara, wewe unayenitazama saizi unafuga kuku broila, unapataga hasara, ukiingia sokoni wewe ni hasara, Nunua hichi kitabu, kitakusaidia sana, kitakupunguzia hasara ambazo unazipata pale ambapo unakuwa unaenda kuwauza kuku wako. Hiki kitabu kinakuelekeza hatua kwa hatua, namna ambavyo unaweza ukawafuga broiler wako bila ya kupata hasara yoyote ile.